Fi yadi alimihi kwa mwalimu wake kalmayiti fi yadi ghasilihi, awe kama maiti kwenye mikono ya mwoshaji. Utaona maneno ya, ya kilugha Kiarabu mashaallah, maana mbovu. Anatakiwa mwanafunzi kwa mwalimu wake awe kama maiti kwa muoshaji. Maiti kwa muoshaji yukoje baba? Manake akipinduliwa upinduka, inama inama, mkamue mbavu, mkamue mshike kitwa, msimamishe msimamishe, yani manake maiti huitikia. Sasa na wewe mwanafunzi unayesoma hapa, lazima uwe kama maiti, ukiambiwa inuka inuka piga msamba piga msamba fanya kadhaa fanya kadhaa. Hakuna tabia hiyo. Tumeambiwa kweli tuheshimu walimu, tuwapende, tumefahamiana, tuwafanyie lile ambalo linalotakiwa kufanywa kwa mujibu wa sheria, mwanafunzi kwa mwalimu wake. Mambo ya kuvuka vuka mipaka hakuna hiyo kuvuka mipaka hakuna, kwa sababu tukivuka mipaka kuwaonyesha wanafunzi kwamba mwaweza kufikia pahali fulani, mwisho tutaangukia kwenye uliwati. Kisha ndio pale zinakuja hawa maustadhi hawa, utanganywa sote. Si sote, kuna wachu ni tabia zao, lakini jua ya kwamba maovu yanayofanywa na muislamu yoyote yule, elewa kwamba si amri ya nini si amri ya dini yake. Hili ni la kwanza katika mambo aliyoyaamrisha Iblis, ni jarima ya uliwati, lazima tuwe nalo mbali kivitendo. Eh, kichembelecho shekhe wangu Bahero asema maneno yale eh, pia mabaya mabaya hatufai kuambiana eh, yani utupe tupe maneno ambayo si mazuri mwanamume kumwambia ku mwanamume mwenzako. Naona siku hizi unjazajaza nakuona wamwambia mwanamume mwenzako, kwa nini umwambie hivyo? Jazajaza nini? Wataka nini hasa? Si umwambie tu mashallah, nakuona mashallah, wanawiri khalasi tu mambo. Unjazajaza eh Ma, si maneno mazuri mwanamume kumwambia mwanamume.